Dainosa, hili si neno geni kwa wale wamekuzwa vitabu na wale wanaopenda kufuatilia mambo ya kidunia iliyopita, ya sasa na yajayo. Watu wengi hii leo wangependa kujua hawa dinosa walikuwa ni viumbe wa aina gani? Waliishi vipi? Waliishi karne ipi ama waliishi katika miaka ipi? Hao viumbe dinosa walienda wapi? Walipotelea wapi? Na je, wao, wow, ndio walikuwa viumbe wa kwanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu kabla yetu sisi? Naitwa Charles Michael na hii ni Charles Motivation Skills. Kama kawaida, watu weupe huwa wana kawaida ya kusema sit down, relax, let dish up the food. Unajua walivyosema hivyo walimaanisha nini? Em, keti chini, vuta pumzi alafu tukipakue then tukile. Neno dainosa limetokana na kigiriki cha kale sana. Neno hili limetokana na maneno mawili ya Kigiriki ambayo ni dainos, ambayo ilikuwa ikimaanisha wa kutisha, na neno sauros lilikuwa likimaanisha mnyama kama mjusi. Kwa maana hiyo maneno mawili dainos na sauros yaliungana kwa pamoja na kuleta neno dainosa ambapo hili neno dainosa kimaana sasa linamaanisha mjusi wa kale wa kutisha. Sasa hapa wengi wanajiuliza, je, dainosa waliishi karne ya ngapi? Ukweli ni kwamba dainosa walikuwepo miaka mingi sana iliyopita, na hivyo hatuwezi tukasema waliishi katika karne ya ngapi, lakini ni mamilioni ya miaka ya nyuma, yaani zaidi ya miaka milioni mia mbili plus Hawa viumbe waliishi katika enzi ya Mesozoiki. Mesozoiki ni nini? Mesozoiki ama kwa Kiingereza tunaita Mesozoiki era ni kipindi cha kihistoria katika historia ya dunia ambacho kilitokea takribani miaka milioni 250 hadi milioni 66 iliyopita. Mesozoiki era ama enzi ya Mesozoiki iligawanyika katika nyakati tatu tofauti, yaani Triassic period, Jurassic period na Cretaceous period. Kiufupi tuseme ya kuwa hawa viumbe dinosa waliishi miaka milioni 256 iliyopita. Wengi wanataka kujua viumbe hawa walikuwa na maumbile gani, na je, tunaweza kuwafananisha na viumbe gani ambao wanaishi hivi sasa katika uso wa dunia? Kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa na wanasayansi mbalimbali mbali kutoka maeneo tofauti tofauti katika uso wa dunia wamekuja na majibu kwamba dinosa wenda ndio wakawa viumbe wa kwanza kwa ukubwa kuwai kutokea katika uso wa dunia, na miili yao haiwezi kufananishwa na kiumbe chochote ambacho kipo katika uso wa dunia. Yalikuwa ni viumbe makubwa ya kutisha hasa, miili yao ilikuwa ni mikubwa mno. Aise, <laughs> sifuti picha kama hao viumbe wangekuepo hadi leo ingekuwaje? Dinosa walikuwepo aina nyingi wakubwa sana na wadogo kama kuku. Argentinosaurus, dinosa mkubwa zaidi aliyejulikana, urefu wake ulikuwa ni hadi mita 35. Yani, kwa maana hapa ni kama vile uchukue urefu wa basi nne au treni moja fupi. Uzito wake ulikuwa ni hadi tani mia moja, yaani hapa ni kama uchukue uzito wa tembo 14, au uzito wa roli kubwa la mizigo. Tyrannosaurus Rex. Hawa ni aina ya dainosa ambao urefu wao ulikuwa hadi mita 12, yaani sawa na basi la shule, na uzito wao ulikuwa ni tani 9, yaani hapa ni sawasawa na uchukue uzito wa tembo mbili. Velosirapta, hawa walikuwa ni aina ya dainosa ambao walikuwa ni wadogo na wenye kasi. Urefu wao ulikuwa ni kama mbwa mkubwa mwenye mita 2 na mwembamba Dainosa hawa walikuwa na uzito yani, wa kilo 15 hadi 20. Hii yaani ni kama wale mbwa maarufu wa Ujerumani wanaojulikana kwa jina la Sheferdi. Kuna aina ya dainosa ambao walikuwa wanajulikana kwa jina la, la Stegosaurus. Hawa ni aina ya dainosa ambao katika miili yao walikuwa na sahani migongoni mwao. Unaweza fananisha miili yao na tanki la vita lenye miiba. Ngozi za dainosa. Dainosa wengi walikuwa na ngozi ambazo zilikuwa kama za mamba au tembo zenye magamba. Baadhi walikuwa na manyoya hasa wale wa familia ya ndege kama vile Velociraptor. Hii inaonyesha kuwa kumbe kuna baadhi ya dainosa ambao walikuwa na uhusiano wa karibu na ndege wa sasa. Ngozi iliwasaidia kujilinda, kutuza joto au kwa mawasiliano kama, kama madoa ya rangi. Meno ya dainosa kuna baadhi ya dinosa walikuwa na meno makubwa makali kama visu, yalikuwa kama meno ya simba au mamba, lakini makubwa zaidi. Haya meno yalitumika kurarua nyama kwa nguvu sana. Je, kuna ushahidi gani ambao unaweza ukashahidisha kuwa hawa wa viumbe dinosa waliwahi kuishi katika mamilioni ya miaka iliyopita? Sasa kule nchini Marekani katika jimbo la Montana yaligunduliwa mafuvu na mifupa ya hawa wa viumbe dinosa, na hivyo basi hii ikawa ni uthibitisho na ushahidi wa kuwa hawa viumbe waliishi mamilioni ya miaka iliyopita. Nisiishie tu hapo, nikupeleke mpaka Ureno pale katika ufukwe wa Algarve, katika miamba na mawe iligundulika michoro yenye nyayo za dinosaurs. Kwa uthibitisho huo, ni kwamba inawezekana ni kweli hawa viumbe waliwahi kuishi mamilioni ya miaka iliyopita. Wahenga waliwahi kusema kabla ya safari ni maandalizi, na sasa ndiyo safari inaanza. Hayo yote ambayo nimekuwa nikikusimulia yalikuwa ni matangulizi, lakini hivi sasa stori ndio inaanza, ikiwa ni miaka milioni 160 iliyopita. Hiyo siku ilianza kwa utulivu sana. Hakuna aliyejua kinachokuja. Jua iliangaza kama kawaida, marenosa waliendelea na pirikapirika -pirika zao za kila siku, wakitamba na kujigamba na mili yao mikubwa, wengine wakicheza, wakisaka chakula, huku wengine wakipiga kilele zao za enzi huko juu. Sasa kwenye giza la anga, kulikuwa kuna kitu kilikuwa kinakaribia, kitu ambacho kilikuwa kimetulia kwa zaidi ya mamilioni ya miaka, kikisafiri kimya kimya kutoka ukingoni mwa mfumo wa jua. Yaani, ilikuwa ni asteroid. Wengi nitakuwa nimewaacha kwa kutokuelezea maana ya asteroidi. Je, asteroid ni nini? Ni, hili si neno geni, hasa kwa wale wanajiografia. Em, twende sawa, waungwana, fikiria uko angani, juu sana, mbali mno kuliko mawingu, hadi unapofika kwenye nafasi ambayo hakuna hewa. Yaani unaambiwa huko kuna ulimwengu mwingine, yaani kuna jua huko, kuna mwezi na mambo mengine pia mawe makubwa ambayo yanaelea angani. Haya mawe ndiyo tunayoyaita asteroid. Kwa lugha rahisi kabisa, tunasema asteroid ni jiwe kubwa sana linaloelea angani mbali na dunia. Ni kama jiwe la kawaida, ila ni kubwa mno, na ukubwa wake unaweza fananisha ukubwa wa jumba, jiji au hata mlima. Linaelea huko angani na linaweza kusafiri kwa kasi sana bila kuachia njia, yaani ni kama gari linalokimbia barabarani bila breki. Wakati mwingine baadhi ya asteroidi hutoka katika njia zake huko angani na kuja kuelekea huku duniani, na kama likiwa dogo linaungua hewani, na hivyo basi ndio maana huwa tunaona kuna vimondo. Basi zile ni asteroid ndogo ambazo huwa zinaungua zikiwa angani, lakini kama likiwa kubwa sana halili halisimami, linaweza kuigonga dunia, na hapa sasa ndio kimbembe, yaani ni balaa sasa turudi lelini kwenye utamu wa simulizi yetu. Kumbe siku ile ilikuwa ni siku yenye bahati mbaya sana kwa dinosaurs. mshikaji wangu mwanangu. <laughs> Em, jaribu kuimajini mfano sisi binadamu tungekuwepo nyakati hizo ambapo yalitokea majanga asilia kama hayo ingekuwaje? Mm, aisee ni hatari mno hiyo, tena ni zaidi ya hatari, inayotisha, inayogopesha, inayosisimua hata viungo vyote vya mwili wako. Asteroidi kubwa kuliko mji mzima ilikuwa kama mjumba mauti, haikuwa na macho wala moyo. Ilikuwa inakuja duniani ikitembea kwa kasi ya kutisha, yani zaidi ya kilomita elfu sabini kwa saa. Hakika, hakika, hakika siku hiyo ilifika katika pahala palipojulikana kama Chicxulub, huko nchini Mexico. Ardhi ilianza kutetemeka hata kabla asteroidi haijashuka. Mwangaza mkali kuliko jua ulizuka. Ndani ya sekunde moja asteroidi iligonga kwenye uso wa dunia kwa kishindo, kishindo ambacho kilizalisha nishati, nishati ambayo ni sawa na mabomu ya nyuklia bilioni moja. Mlipuko huu ulichimba shimo lenye upana wa kilomita 180 na kina cha kilomita 30. Unaambiwa miamba iliyeyuka kwa joto, ardhi ililipuka juu angani kama moto wa volkano. Bahari ilivunjika kama kioo. Mawimbi ya tsunami yenye urefu wa majumba yaligonga mabara. Hiyo yote ilikuwa mwanzo wa balaa. Baada ya asteroid kugonga uso wa dunia, mawe yaliyeyuka na vumbi lilirushwa juu angani hadi kwenye tabaka la dunia. Hewa ikajaa gesi zenye sumu. Moto ulienea kwa kasi. Ardhi nzima iliwaka moto, majani, miti, hata maji ya mito yakawa ya moto. Kisha vumbi likaendelea kufunika anga kwa siku, wiki hadi miezi. Jua likazimika, dunia ikawa giza. Naambiwa hakukuwa na fotosinthesis tena, yaani mimea ilikufa, na wanyama wakafa njaa. Wale waliotegemea mimea walikufa, wale wala nyama nao walikufa kwa sababu chakula chao kilipotea. Wanyama wakubwa wenye miili mikubwa, madainusa wakubwa walikufa mmoja baada ya mwingine. Vumbi angani lilifanya dunia ipunguze joto sana kama majira ya baridi yasiyoisha. Jua likapotea, giza likaingia, baridi nalo likatanda, mimea ikafa kwa kukosa mwanga. Viumbe waliosalia wakaanza kufa kwa njaa. Kwa miezi na miaka, dunia ikawa kama kaburi kubwa, na hatimaye karibu dinosa wote wakatoweka, isipokuwa baadhi ya ndege waliokuwa na ukoo wao wa karibu. Kilichobaki kilikuwa ni ukimya tu, hakukuwa na ungurumo wara harakati za dinosa tena. Lakini kwa njia ya ajabu na isiyo ya kawaida, baada ya miaka, miaka na miaka, ndipo viumbe wapya wakaanza kuchipua. Na baada ya mamilioni ya miaka, binadamu walifika. Niruhusu sasa niweke kipaza sauti chini na nivute pumzi. <sighs> Huo ndio ulikuwa mwisho wa dinosaurs. Viumbe ambao walitawala dunia na kunguruma kwa zaidi ya mamilioni ya miaka lakini tukio la sekunde chache tu lilisababisha wapoteze kila kitu wapoteze maisha na wapotee kabisa na kuangamia hakika hiki kilikuwa ni kisa cha kuvutia kwa matumaini yangu nafikiri umepata mafunzo mengi na pia nafikiri nimekupa ufahamu mpana zaidi kuhusiana na hawa viumbe dinosaurs nafikiri sasa umejua chimbuko lake waliishi miaka ipi na walipotea vipi, chanzo cha wao kupotea hadi leo kutokuwepo duniani. Kwa majina naito Charles Michael, na hii ilikuwa ni Charles Motivation Skills. See you next time.